Ndo mashini ya blow molding kwa ajili ya. Kwa hiyo ni mashine na vitu viwili, ina upande wa mechanical na upande wa electrical. Kwa juu kuna kuonyesha ni upande naitwa extruder kwa ajili ya kupitisha uji. Kwa hiyo uji, uji nakamuliwa katika na hii mota unaingia hapa uji moja. Uji kwenye unatokea hapa kwenye juu, unapita moja kwa moja unaenda hadi kule mwanzoni kwa hiyo hii ndio inakamua uji, uendewe plastiki matrio iende iwe uji itoke kule. Kwa hiyo kuna hita za umeme ziko hapo. Kwa hiyo matrio plastiki inatoka hapa juu, inaenda moja kwa moja, inakamuliwa na hii pampu ambao ndio mota, inaenda kutoka kule, ikiwa iki uji ule uji unaenda unafuatiliwa na ile modi inatengeneza shepu ya dumu. Sasa mfumo wake, kwanza, katika mfumo wa hidoliki namna unaofanya kazi kwamba kunakuwa na chemba ya mafuta, ambayo kunakuwa kuna mota ambayo ni pampu inakoroga mafuta nateza pressure ile pressure, teeza msukumo. Sasa msukumo kunakuwa na koki mbalimbali, ambayo mashine imefungwa silinda kwa ajili ya kufungua modi na kufunga modi. Kwa hiyo hizi koki onaenda mfano valvu hizi ndo zinakuwa zinatengeneza ile presha ya kufungua modi na kufunga kyo. Hii milija hizi hose mabob naenda kwenye silinda moja kwa moja kufungua modi na kufunga modi kwa mipira milijinata presha ya kufungua modi na ile ya hii presha ya kufunga modi zile silinda Asa hiyo ni upande wa mechanical. Sasa katika sisi, watu wa umeme, nachofanya ni kuruhusu ama hii ifanyike, mafuta yaende huku au yaende huku. Kwa hiyo ni kwa kutumia hizi hapa valve, kwa kuipa umeme kwaili kwaili a ule pale. Kwa hiyo hizi ndio koke zinaendeshwa kwa, kwa umeme inaita valve. Katika vipindi vyopita, nilielezea nini maana ya hizo valve na namna zinafanya kazi. Kwa hiyo hii chemba, katika mashine zote zinatumia mfumo wa hydraulic, lazima iwepo hapa. Sasa ni upande wa ubongo wa kompyuta yetu, wa mashine yetu, hizi ni PLC. hii ndio inakuambia, hapa ni lile, unakuwa na cooling system fulani upande, zipo tofauti. Sasa huyu unapoingia pale, ndio unatoka unakuja unakuja kuzunguka hapa.